Yes, mzee wangu eh, asalamu as alaikum. Walaikum salaam, vipi hali? Salama kabisa. Kama kawaida, sio eh? Uh, Mwaipaya, eh. Eh, kumekuwa kuna mengi hivi sasa yanazungumzwa na tunashuhudia vilabu vimesafiri kwa ajili ya michezo inayofuatia kwa maana ya kwamba tarehe 18 wote wanashuka dimbani. Young Africans, Simba Sports Club kwa mwendelezo wa ligi NBC Premier League. Zidi ya yale yanayozungumzwa, watu wengi wanaotazama mchezo wa Derby ya Kariakoo. Mimi kwa swali lako ambao ulioniuliza kwamba yani, utaratibu wa kwenda kufuatilia yani, vilabu vimeanza kucheza katika hizo mechi ya tarehe 18 na tarehe 22 alafu kuelekea katika mechi ya tarehe 25 naona ndio gumzo yani, gumzo ndio limesimamia hapo, lakini sasa kuna vitu, kuna vitu ambavyo nataka yani, mimi na nyinyi yani, tush tuangalie kwa sababu waandishi wa habari wengi zaidi baada ya kutoa kauli kama bodi ya ligi yani, kutangaza kama mechi tarehe 25 waandishi wa habari wengi zaidi mmekuwa mnaizungumzia sana ile dabi kuliko kuzungumzia kwanza viashiria ambavyo vipelekea dabi ya tarehe 15 isichezo. Umeelewa? wengi zaidi imeingia katika ushabiki wa wa jumamwiko, na sio siri, waandishi wa habari wengi zaidi, wachambuzi wengi, yani wote wachambuzi wa redio zote za, za Tanzania wengi zaidi wamekuwa katika kuelekea katika jumamwiko. Tunajiuliza maswali, mnaelewa? Yanga walikuja katika mbele ya adha kadai madai, manani, madai yao manne. Dai la kwanza walidai kwamba wanataka kamati ya masaa sabini na mbili ijiuzuru na kuuliza mwandishi wa habari, kwa sababu leo tutakutaulizana, unaniuliza mimi maswali na mimi nakuuliza maswali, ili mradi wa wadau wapate kitu ambacho kiko original. Kamata masaa sabini na mbili imejiuzulu? Hapana. Kwa hiyo dai la yanga limefuna nini? S sema limefeli, yani usema alijatimia, limefeli au lijafeli. Dai la pili wakasema kwamba wanamtaka wanamtaka CEO wa bodi ya ligi ya juuzuru. Sio abodi nani ya ligi. Almasi Kasongo kajiuzulu? Hajajiuzulu, amesimamishwa. Usiseme kajiuzulu, nakufundisha naku kazi samaleo. So, unavyoambia kama kujiuzulu, na maana unaandika barua ya kujiuzulu. Unavyosimamishwa kazi, na maana unaondolewa katika kile chako, kile kinakaa pembeni kama ni uchunguzi utafanywa ta, au baadaye utarudi. Hajajiuzulu, Almasi Kasongo hajajiuzulu, kasimamishwa wakataka da, waka dai jingine tena ni unani mwesia Wilford Gidau, katibu mkuu wa TFF, na amezungumzia kwamba kwa sababu Wilford Gidau ni katibu mkuu wa TFF, ni mtendaji wa TFF, malefari wote wanakuwa chini yake. Amejiuzuru ajajiuzuru? Kama ajajiuzuru, wale malefari ambao nani madai yao yanga walikuwa wanataka malefari wale, yani malefari wale sindio, wanasimamiwa na Wilford Gidau, ina maana akipigwa chini Wilford Gidau na marefali baadhi wa watu, watu atakuwa, ane, ni, kama, ane, ya marefali wote wote atakuwa ni mpigo chini, si ndio wanani, si ndio wamedaiwa kama nani wanapendelea timu. Sasa Wilfred Gidao hajajiuzuru, dai la Yanga limetika lime, lime, lijatiki limefeli. Sasa unaendaje kucheza dabi wakati madai yako yote nani ma, madai zaidi ya mawili yani hajatiki. Wanasema dabi ya mama haina kipengele, mama sio refali, mama hajapanga, mama hajapanga tarehe, umeelewa? Angepanga tarehe basi, FIFA moja kwa moja size yani, size yani, nchi ya Tanzania ingishapigwa ingi, ingi bani ya miaka mitano kama Kenya wapi, ambapo mama katangaza hadharani kwamba nataka mcheze tarehe ishirini na tano wapi kuwashauri. Umeshasikia sauti yake inazungumza. Ndio maana kaambia leo tuta, yani leo tutaujiana yani, maswali ili tuende kwenye uhalisia wenyewe hapo, umeelewa simeniita kwa hiyo kama mmenita tukubaliane tutaulizana maswali ili badi wadau wapate faida. Yes. Umeshasikia sauti ya mama Samia Suluhu Hassan akisema dabi ichezwe tarehe 25? Baada ya Yanga Africa siku post, ilionekana picha ya Mheshimiwa Samia, mama Samia Suluhu Hassan. Hawa ni wahuni, hawa ni wahuni, umeelewa? Yaani upande wa pili hawana viongozi ni wahuni tu na walopokaji umeelewa? Hawa ni wahuni tu yani, ya, yani ni wahuni, tuna, walopokaji, walopokaji. Ninachokuuliza swali la msingi ni kwamba umeshasikia mama Samia Suluhu Hassan katoka hadharani kasa, jamani nimewaita viongozi wa klabu ya Simba na Yanga Mtacheza tarehe 25. Umesikia? Kwa nini? Hajasikia? Yeye ni, ni mweledi anajua taratibu na sheria za mpira. Umeelewa? Mpira una, una serikali yake. Umeelewa? Mpira una serikali yake, mpira una hukumu zake, mpira una maamuzi yake na ndio maana ila nimekuuliza maswali hayo kwa msingi kwamba watu wapate faida kwamba vipi madai aliyokuwa ya ametoa me, me, Yanga bado hakuna hata moja lililofanikiwa. Na sisi hapa tunasimamia katika misimamo ile ile. Tunaungana mkono na, na, na madai ya Yanga kwamba katibu mkuu huyu nani Wilfred Kidau wajiuzulu na malefari wote ambayo waharibifu wa wa wa, wa, wa, wa, wa ligi ya Tanzania wote wajiuzulu kwanza, kina Kayoko, kina Lajigi, kina nani malefari wote wadani wajiuzulu. Wazalisho wa, wa, wa, wa, wa, wa malefari wapya. Hilo da, nimekwambia vipi msia? Tunaungana na klabu ya Yanga waliosema kwamba vipi? Wilfred Kidau wajiuzulu na malefari wote wapigwe chini. Na, tuanze kutengeneza marefa wapya, ikiwezekana tuchukue marefa wao wa ndani, wa nje, ndio tuende kwenye dabi hapo. Hilo wewe unalionaje kaka? Yaani kwa yaani kwa hilo kwa hilo eh, wewe unalionaje? Kwa sababu Yanga sasa nataka kati mkuu wa juzuru na moja kujuzuru siku, na kuna nini, kuna baadhi ya marefa wale ambao sasa wanapendelea kina Rajigi. Sasa kati mkuu wa juzuru, marefa wapo, dabi itasimama vipi, wakati daila Yanga bado alijanani alijaingia ni uwalibi hawajui, yani hawajui chochote wanachokidai, mwendelea yani ndio maana yani ndio maana mnaenda sehemu, mmeenda na mambo manne, mnakuja kukurupua jambo la tano. Umesikia, mnaenda mambo na mnaenda na mambo manne, mnakurupua la tano na ile na, ile la tano ili ndio maana limeja kuisimamisha adabu, kwa sababu kama kama alivyosema mnadi jeyala, kama kigogo yule bado yupo, kigogo hajatajwa na hajatajwa na, yeye analijua jina lake. Hadi kama analijua jina lake. Na analijua jina lake, Elejea presi ya Alikamwe, usimtetee hapa, mlimpelekea Mike Alikamwe na akazungumza kwamba ndani ya yani ndani ya bodi ya ligi kule alitajiwa kigogo, alimtaja kwa jina Almasi Kasongo, umeelewa. Lakini alivotoka nje Almasi Kasongo alivozungua alivona zungumzia ile habari ile hajasema, umeelewa, hajasema. Sasa tunachouliza kitu kimoja, mwasia huyo kigogo, kigogo alikama nao amesema, wewe ni yupi? Ndio maana tunakuambia huu mpira huo, watu wanaangalia mpira, tumeharibika leo. Mpira haujaharibika leo. Nilikutuma mawiki mawili yaliyopita, yale nilikuambia, peleka tafuta, wewe si mtu wa uchunguzi, peleka Mike, jaribu kufanya utafiti, uliza. Kuna kauli nilisha kwambia, umeshafanyia kazi? Nilikuambia kuna kauli miaka minne iliyopita, kuna kauli ilisema Yanga na TFF wana ugomvi, imetoa na kiongozi. Sasa mtafute kiongozi gani? Yanga na TFF wana ugomvi, wakae. Serikali na TFF na nani hawa na, na, na, na, na Yanga ni yani, vitu vitatu vikae pale, maana mmeshaenda kumpelekea Mike wale sikaria amemuuliza kwamba mliamrishwa na serikali mkae na yanga mna ugomvi naye, je, mlifikia mwafaka upi? Mshapeleka Mike hapa, nyinyi hamtaki kupata ukweli, na nyinyi ndio mnao mnaokandamiza soka la nchi hapa aneleo ilikuwa natakiwa muende kwa wale Sikaria mumbane nu kupigana yani kiwezekana hata yani hata ngumi asivuka hata kwenye mlango hawapendi aw, aw, majibu mm -hmm. mlikaa Yanga na serikali na TFF mlijadili jambo gani? <totikia> watoe majibu. watoe majibu lakini majibu hayajatoka, ikaonekana hundi, ikaonekana hundi ya GSM labda nikumalizia, afu utaenda kupeleleza huko kwa mwenyewe. Majibu hayajatoka, ikaonekana hundi ya GSM imeshikwa na Steven Mguto, imeshikwa na Almas Kasongo, imeshikwa na nani Athman Nyamlani, imeshikwa na Aloni Nyanda, mchezaji nguli wa klabu ya Yanga na kacheza kwa mafanikio na ni meneja wa masoko wa TFF. Walifahamu hilo au bado? Uko mbali, nirudie tena, uko mbali kigogo. Baada ya kuzungumzia kwamba Yanga na TFF wana ugomvi, wakae meza moja, walijadili swala hili, imeendelea na ikatolewa amri kwamba watakaa serikali, watakaa Yanga, watakaa na TFF. Ule mkutano waandishi wa habari mlikuwa mnampelekea Mike, wale sikaria wale sikaria anasema kwamba haya, am mambo yao ya ndani simuniambia hapa, lakini baada ya kumalizika jambo lile, ikaonekana hundi ya GSM ya kudhamini vilabu 16 imeshikwa na watu na, na, na kwa sababu si mitandao ipo, icheze clip uangalia pale utakuta, uta, uta, uta, hiyo hundi mosia kuna hundi imeshikwa pale, nimekuambia na Almas Kasongo na Steven Mguto na wana Athman Nyamlani rafiki yangu tena Athman Nyamlani, imeshikwa na Alon Nyanda, meneja wa masoko wa TFF Masia. Pembezoni kuna David Mwakalebela ambaye ni katibu wa Yanga, umeelewa? Pembezoni kuna kina Haji, kuna, kuna kina Haji, kina Haji Manara wapo pale kina Haji Manara, ambaye alikuwa msemaji wa Yanga mpira toka 1975 ndio maana kukupa hata historia ya klabu ya Simba, klabu ya Simba yenyewe vile vile, katika vita vya Idi Amin, minu, mpira, kuharibu mpira hundi ile ndio ilianza kusababisha matatizo. Kwa hiyo mpira uliharibiwa, uli miaka minne uliopita, huku tunaja kudondokea tu kumenelea. Lakini mpira miaka minne, kwa kauli ile kusema kwamba TFF na Yanga wana ugomvi, serikali serikali, Yanga na TFF wakaemeza moja pale, ndio uharibifu wa mpira ulipoanzia pale eh. Na ndio maana klabu ya Simba tulivyokuja, s tulikuwa tunaangalia kwanza viongozi viongozi wetu wa, wa, yani, wanachukua mambo gani? Baada ya kuona miaka mitatu sisi hapa hatupati ubingwa umeelewa? Tukagundua baadhi ya wa wachezaji wetu wamekuwa ni yani mamaduka katika yani upande wa pili umeelewa? Tuliwaamrisha viongozi wetu tukapambana na sisi na viongozi wetu kwamba wasafishe wa, wa, wa ile yani chaka lile. Baada ya kusafisha chaka, walipo tusajiliwa wachezaji nani wachezaji wa, wa, kama kina cha Chalea huwa tulirudi katika meza tukasemaje, safari hii hatutadili na kiongozi wa klabu ya Simba. Hatutadili, hatutadili na mchezaji wa klabu ya Simba, hatutadili na benchi la ufundi wa klabu ya Simba, tutadili na bodi ya rigi na TFF na GSM. Wewe mzee wangu unataka kuniambia na nini ya mchezo tarehe 25? Mpaka kwanza yani il, ili tucheze mpaka kwanza Wilfred Gidau na wale marefa wote wale yani tunasema, Tanzania zima marefa wameoza wote, umeendelea wote waondoke madarakani Walete marefali ikiwezekana yani, ili tumalize hii mechi ya dabi, walete marefali kutoka nje ya nchi kuanzia Misri, Algeria, hata hata ikiwezekana hata Uingereza kule, umeelewa, waje wachezeshe dabi afu uone mwanaume anavyoingia pale bwana. Nini, hatuwezi hatuiogopi Yanga kokote kwa anakotaka, kama tumeweza kuzifunga timu ambazo anazidhamini yeye, umeelewa. Wakati hii ligi hii toka imeanzishwa hatujawahi kuona mdhamini na dhamini vilabu zaidi hata 10 au 15, umeelewa, haijatokea Muhammad Deuji labda ni wanapenzi za siri yani. Muhammad Deuji alizuia kuidhamini na Mongo, rejea kwenye miaka ya nyuma, na Mongo alikuwa anadhaminiwa na nani? Yuko daraja la kwanza yani, yuko yuko chini huko. Muhammad Deuji kaitoa na Mongo chini huko, umeelewa kaitoa chini. Bakari Marima ni kocha Mwasia, Bakari Marima ni kocha Amri Saidi ni kocha, akaja kuchua na nani, Amri Saidi ilivyopanda tu kuingia ligi kuu bodi ya ligi wenye hawa masia kina, kina, kina, kina, kina nani hawa? aw, Wambula umeelewa, kina Wambula bodi ya ligi wenyewe walimzuia walimzuia Muhamedi Deuji asidhamini Namongo, akasema kutakuwa kuna mgongano wa kimaslahi kati ya Simba na Namongo. Tunarudi kwa IGP wa polisi wa zamani Omari Maita, alikuwa ana vilabu zaidi ya vitatu au vinne. Yaani hiyo mi nakupani ufanye uchunguzi wako. Alikuwa na vilabu alikuwa na vilabu zaidi ya vitatu, polisi walikuwa hapo, polisi Morogoro walikuwa hapo, si Arusha walikuwa hapo, nini? Mnaelewa? Omar Mahita aijipiwa polisi, hajaingia sana indipu katika masuala ya mpira, lakini kwa sababu ni polisi, anajua viashiria vya rushwa. Alivunja, alivunja alivunja timu zote za polisi ikaunda timu moja tu. Kwa nini alifanya hivyo? Kwa sababu alisema vipi kama wakikutana na polisi kwa polisi polisi ya Dodoma na polisi ya Arusha, polisi ya Arusha nataka kushika daraja, wanahitaji point kutoka kwa polisi ya Dodoma, wataachiana tu pale. Ndugu eh, ni kuombe utoe neno lako la mwisho kwa mashabiki wa soka hapa nchini Tanzania. Neno la mwisho la kabisa, mimi nachosema, kama ukima wa klabu ya Simba, klabu ya Simba ni weledi, wakiandikaga barua moja huwa hawarudi tena, hawarudi tena katika press kufanya hawarudi kufanya katika press yao tena nyingine wakaizungumzia ile barua, umeelewa ukimi wa klabu ya Simba dono, na, kama ni uweledi hiyo si, mechi si ya kwao kuangalia mechi wa, si ya 25. Yani, tunataka tujue kama kule ni watu wa mpira Super FC wakajaze uwanja wenyewe klabu ya Simba tuna uwezo wachezaji wetu yani, sisi wako, yani, wako, yani, ya, wako vizuri. Wa wana uwezo wa kucheza bila mashabiki, umeelewa? Kama ikibidi klabu ya Simba kwenda kucheza na nani, kucheza katika mechi ile, tunataka wenyewe ndio wale wenye sindi, mechi wajaze uwanja, wasitegemee sisi katika mapato. Sisi tuna uwezo sisi tuna uwezo wa kujaza sisi tuna uwezo kujaza peke yetu, umeelewa hapa hapo? Kwa hiyo kama wana mechi yao wajaze wenyewe, kwa nini yani sisi tuwafanyie promo? Sisi tunachosema kitu kimoja, kwamba vipi CEO anayekuja, yani, ili tuna angalizo kwanza ni angalizo. Tumepata habari kwamba bodi ya yani, Malefariki na Alajige waligomea mechi ya tarehe 15. Basi vyombo vingi vya habari, mmezungumza, tumewasikieni mmezungumza kwamba mna habari za ndani kabisa, kama hata Malefarihi tarehe 15 hawezi kuchezesha, amegomea mechi ya presha, asema mechi ya tarehe 25 haina presha. Hatumtaki Alajige, nalo tunazungumza hadharani. Hatumtaki Alajigi, hatumtaki hatumtaki Dani Kayoko, hatumtaki Tatu Malongo, hatuwataki marefali wote wa nchi ya Tanzania. Wote wote hatuwataki marefali wote wa Tanzania. Mkitaka dabi chezeke, marefali watoka chi, Dani marefali watoke Misri, marefali watoke Algeria, marefali watoke Uingereza. Watu waje kumwangalia Elia Mpanzo anafanya vitu vyake. Hakuna beki wa kumkaba Elia Mpanzo. Hakuna beki wa kumkaba Kivuruge. Unajua nani Kivuruge pale? Joshua Mutale Budo Kivuruge, hawa ha, hao na beki Yanga pale, pana beki pale. Wakitokea marefa kutoka nje, kadi nyekundu zaidi ya nne napenda zaidi, zaidi ya tano mtakuja kuniojata kwa mara nyingine tena hapa. Asante tena asante.